Nimelia jana, nimelia juzi. Leo nikaamka nikasema, ngoje tu nije nitoe message yangu ya moyoni, ni kinachoniumiza. Na swali la kwanza ambalo nilikuwa nataka kuuliza, je, wale wapambe wa mm? wenye vimdomo wale ukupo wanasaidia hapa, wanasaidia hapa eh, hey, hapa ni pakubwa, hapa pakubwa. Hawa ndio wenyewe, hawa ndio wenyewe. Mama, mama, mko wapi sasa hivi? Hebu toeni basi message mpya, mpo wapi kuposti kuliposti, eti wanamziki huyu kaitengeneza wimbo wa mama huyu. Wako wapi hao wanamziki ambao kila siku mlikuwa mnawashangilia? Wamekula hela zenu, wamechukua hela zenu mlizonunua tiketi, mmenunua miziki yao, wamechukua hizo, wamenunua tiketi za kona za watoto wao na familia yao, wamekimbia, hawapo Tanzania. Wamekula nini? Wanakunywa bia kwenye, kwenye kiti, wanaangalia kwenye tv kinachoendelea Tanzania. Wewe uko wapi? Uko wapi wewe na, na watoto wako, familia yako, mko wapi hii saizi? Unamwona huyo mwanamziki na nakuambia na kwamba huyu mama ndio mwenyewe, huyu hapa ni mwenyewe. Mnaona hao wako hapo. Wametuma posti ah, ya kuisifu Tanzania. Wameonyesha shimo mmetubukia, wamewacha pale mmezikwa, wenyewe wamekimbia maisha mengine huko aliko. Nikulize mwenzangu wewe kufuatilia watu wengine kwenda kwenye muziki, kuwafuata upate tu ile like kutoka kwao, ujue ni kwamba wao ni babu kubwa. uko wapi leo. uko wapi leo tena? Unaona, mmejifunza tena, tujifunze kwa hili, kwa sababu kinachoendelea sio kizuri, mambo yanakupa mabaya yanakuwa mabaya hasa. Mungu tu atusaidie, kwani yeye peke yake atatokoa, ila hamna mtu mwingine yeyote anaweza kutokoa zaidi yake, hakuna. Ah, nimepata mimi mimi nimepata huzuni, nimelia. Jamani, Watanzania anze ni kuamka.